Kwenye ambapo serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na serikali kuu imeanzisha zoezi la utoaji huduma za serikali katika maeneo ya nyanjani almaarufu huduma mashinani, zoezi hilo likilenga kuwafikia zaidi ya watu elfu hamsini kwenye kaunti hiyo na hususan vijana ambao wanakabiliwa na changamoto ya kufikia huduma za serikali. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior alizindua zoezi hilo wakati wa maadhimisho ya Jamhuri, maafisa wa idara mbalimbali mbali wa serikali kuu na serikali ya kaunti ya Makueni wakitoa huduma katika wadi zote thelathini, kama vile vyeti vya kitambulisho, vyeti vya kusajili vya wapiga kura, vyeti vya kuzaliwa na huduma zingine. So we are currently offering several services in this huduma uh, mashinani here. We have ha uh, so far 25 uh, government services here, inclusive the ones for the county government. County government, ikaona ni vizuri ifadhili hii zoezi tuweze kuwafasilitate kuwa, uh, maofisa wote ambao wanahusika kwa hii zoezi waweze kutoka kwa maofisi yao twende mashinani ndio tuweze kuwafikia wananchi, maana tumeona katika kufanya hivi tutawafikia wananchi wengi zaidi kuliko kuwasubiri waje kule maofisini kwetu. Wakifaidika na zoezi hilo, wakazi hao wamelitaja kama la manufaa, kwani wamekuwa wakigharamika kupata huduma katika ofisi za serikali. Hizi huduma tumefurahia kwa sababu tumekuwa tunasisubiri kwa siku mingi, lakini leo kwa usaidizi wa Mutula Kilonzo Junior awa gavana Aa, akisaidiwa na huduma centa tumeweza kupata huduma zinazofaa. Mtoto amefikisha miaka kumi na nane, tumekuwa tunajiuliza utapata kitambulisho wapi, na kusema ukweli, tumeipata hapa hapa nyumbani. Mimi for example mtoto wangu wa 2021 hajaweza kuchukua birth certificate na leo nimechukua, so I think this is a good thing to the community. Uh, kufikia sasa zaidi ya watu elfu tatu wamenufaika na zoezi hilo kwenye wadi zote thelathini katika kaunti ya Makueni. Kwa kweli, wakazi wa hapa huhangaika kutafuta services kadha wa kadha kule wote ambao kutoka hapa hadi wote wengine wanatumia karibu shilingi elfu mbili kwenda na kurudi. Hivyo basi iwapo tutaweza kupatia huduma watu kama elfu mbili leo then hiyo saving ni zaidi ya milioni nne.